maumivu ya watu sita waliolazwa hospitali ya King Fahad County ya Lamu ni dhahiri. Sita hao miongoni mwa watoto wane, mwanamke na mwanaume ni wakazi Mokowe, county hiyo, wa eneo la Mokowe kaunti hiyo ambao wamekuwa wakihangaishwa na maradhi ambayo haijabainika alikuwa shule alipokuwa shule, nikaitwa mzazi ndio mchukue mtoto, ni mgonjwa. Alipofika nikaenda na hospitali akaka maji chupa atatu, nkarudi tena usiku akarudiweka tena chupa atatu Mokowe. Sita hawa wanasemekana kunywa maji machafu ambayo yanasemekana kusababisha maradhi ya kuhara na kutapika, eria ambayo iko na upungufu wa maji. Kwa hivyo pia, uh, nitaomba wananchi kokote kule wanakotoa maji wahakikishe hayo maji yako safe kwa kunywa na wanaweza kupata dawa huku, madaktari wakikana madai kuwa ugonjwa huo ni kipindupindu. Sita hao wametengwa na wagonjwa wengine. Madaktari hao hata hivyo wanasema ugonjwa huo unahusika na uchafu katika mazingira. Kwa sasa wanasubiri matokeo ya maabara ya serikali Kemri, jijini Mombasa, ambapo uchunguzi unaendelea kubaini ugonjwa huo ni upi. Dorin Katwai, QTV.